Akiongoza uzinduzi wa apu hiyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma, Kamishna Jenerali mstaafu wa jeshi la zimamoto na uokoaji Thobias Andengenye, amesema apu hiyo ni suluhisho la kisasa katika kudhibiti upotevu wa maji na kuboresha huduma. Amewataka wakazi wa Kigoma, hususan waendesha bodaboda, kutumia teknolojia hiyo kurahisisha utoaji wa taarifa kutoka maeneo mbalimbali tendaji wa KUWASA Bwana Poas Kilangi kwa kuja na ubunifu huu ambao unasaidia kupunguza upotevu wa maji kutokana na kupasuka kwa mabomba ya maji. Ndugu wanao nitoe rai kwenu mliobahatika kufika na kushiriki tukio hili kuhakikisha tunaotumia mfumo huu ili uweze kuleta manufaa yanayohitajika kwa KUWASA. Mkurugenzi wa KUWASA, Poas Kilangi, amesema mfumo huo unalenga kupunguza hasara ya shilingi bilioni mbili kwa mwaka inayotokana na upotevu wa asilimia 41 ya maji yanayozalishwa. Haya maji ni mengi sana na ni fedha nyingi ambazo zinapotea kutokana na upasukaji wa mabomba. Tunapokuwa tunapampu maji, mabomba wakati mwingine yanapasuka kulingana na presha, hususani kwa sasa hivi, mvua zinazoendelea kunyesha, matumizi ya maji yamepungua sana. Sasa matumizi ya maji yakipungua, tunapokuwa tunapampu maji kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya CollectTech Limited, Fredrick Swai, amesema app hiyo hufanya kazi saa 24 na inasaidia pia kufuatilia utendaji wa mafundi kwa wakati halisi. Cha kwanza kabisa, mtu lazima awe na smartphone. Ni aidha anatumia Android au anatumia simu yenye uh, iOS wale watu wa iPhones. Ukiingia kwenye Play Store utaikuta app yetu inaitwa Amanzi, utaidownload, uta ukishadownload, kuna mahali utakwambia register, uta register. Baada ya hapo immediately unaweza ukaanza kutupa taarifa. Uzinduzi huo umewahusisha pia waendesha bodaboda, waliotambuliwa kama wadau muhimu katika kusaidia kukusanya taarifa za mivujo kwa haraka kutoka maeneo mbalimbali ya Kigoma. Emmanuel Matinde, Klaus TV.